Ah, shalom. Ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Ninakaribisha tena katika kipindi kingine kizuri cha darasa la maandiko. Siku ya leo ninayo mada moja nzuri sana ambayo ninaamini itakujenga na itakuongezea kitu katika ufahamu wako. Kwa hiyo ninakusii karibu pamoja na mimi katika kipindi hiki na hutajuta. Ninaamini kabisa katika hilo. Unachotakiwa kufanya kama bado huja subscribe channel hii, subscribe hapo, hazina ya kanisa. Unaweza ukawaalika pia ndugu, rafiki, jamaa wengine wapendao, ili nao wawe sehemu ya kushiriki vitu hivi ambavyo wewe unavipata mahali hapa, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Ah, mada ambayo ninaileta kwako leo inakwenda kwa jina la kwa mtini jifunzeni, kwa mtini jifunzeni. Kama ni mfuatiliaji sana wa vipindi vyetu utagundua kuna siku nishai kuli kuliacha kuli swali kwenye chaneli hii kwamba siku moja katika kitabu kile cha Marko sura ya 11 pale, Marko sura ya 11 pale utagundua kuna siku Yesu alikuwa na njaa. Hasa baada ya Yesu kuwa na njaa, na njaa, bahati nzuri katika pita pita na wanafunzi wake akauona mtini. Mtini ni aina ya miti ya matunda, halafu alipoona ule mtini umechanua na umestawi kama vile una matunda sasa akataka kwenda pale achume tunda ili apate kula. Baada ya kwenda kwenye ule mti akakuta nini? Hakukuta matunda. Kwa nini hakukuta matunda? Biblia inasema hayakuwa majira ya tini, hayakuwa majira ya tini. Kwa hiyo alipofika pale akakuta mti hauna matunda, kitu kile kikamkasirisha, akaamua kuulaani ule mti, akauambia ule mti, kuanzia hivi sasa mtu asichume kitu chochote kwako, kuanzia hivi sasa yaani asije akapata mtu chochote kwako. Alafu kesho asubuhi ule mtini ukanyauka toka shinani. Kwa nini? Niliuliza swali hapa, nikasema ule mti ulifanya kosa gani mpaka ulaaniwe? Kwa sababu maandiko yanasema hayakuwa majira ya tini. Kwa kama majira majira hayakuwa ya tini, anatakaje kupata matini kwa mti ambao si majira yake? Wakati tunaamini, wakati Mungu anaumba, anaumba vitu vyote wakati anaumba mimea alisema kila mti uzae matunda kwa jinsi yake na namna yake. Anaposema kwa jinsi yake na namna yake, inamaanisha kwa wakati wake. Lakini sasa tunaona Yesu anataka matunda wakati ambao si wa matunda. Kwa hiyo mti ambapo umekosa matunda ukalaaniwa, ule mti unakosa lipi? Kwa sababu hauwezi ukazaa nje ya majira yake. ko niliuliza, je, Yesu aliuonea ule mti? Kwa hiyo baadhi ya watu walijitahidi kulijibu lile swali. Kila mtu alijibu kwa mtazamo wake. Kwa hiyo inalileta sasa tena hilo swali na kutafakarisha, je, ule mtini ulifanya kosa gani? Sasa leo tunajifunza kwamba kwa mtini jifunzeni, kwa mtini jifunzeni. Hayakuwa majira ya tini. Kwa hiyo tunapata fundisho gani pale kwenye kile kisa cha Yesu na ule mtini? Tunapata kisa gani? kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ambalo tunajifunza kupitia ule mtini ulifanya kosa gani? Mbona ulilaaniwa wakati si majira yake? Na nilisema kwamba, je, Mungu anaweza akatudai sisi matunda ki ana, anaweza akatudai kitu ambacho kipo nje ya uwezo wetu? Je, Mungu anaweza akatudai kitu ambacho kipo nje ya uwezo wetu? Kwa maana kama Mungu anaweza akatudai kitu ambacho kipo nje ya uwezo wetu, basi inamaanisha kwamba tusipokuwa nacho anatulaani. Kama Mungu hawezi kutudai kitu ambacho kipo nje ya uwezo wetu, kwa nini anadai matunda kipindi ambacho si uwezo wa tini kuzaa. Umeona? Sasa jambo jambo la la la kwanza kabisa la kujifunza katika kisa hiki, jambo la kwanza kabisa la kujifunza, manake asubuhi tu wanafunzi waliuona ule mtu umelaaniwa, umenyauka, wakamkumbusha Yesu. Yesu alipokumbushwa akawaambia, hivi mkiwa na hata chembe ya imani, yaani mkiwa na imani ndogo hivi hata kama punje ya haradali, basi mnaweza mkauambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini. kwa hiyo jambo la kwanza alikuwa anataka kuwafundisha wanafunzi wake somo la imani, kwamba ukimwamini Mungu lolote linawezekana, yaani hata kuhamisha mlima linawezekana. Kwa nini Yesu anataka kuwafundisha imani? Kwa sababu Yesu alikuwa anaongea na mtini kana kwamba anaongea na kitu kinachosikia. Alipokuwa anawaambia yule mtini, alienda kuambia yule mtini, kuanzia hivi sasa, yaani anaongea na mtini. Mtini ndio huwa hapa mkubwa, umeenda ilikuwa anawaambia kuanzia hivi sasa, mtu asichume kitu chochote kwako. Kwanza sasa kwa hiyo anauambia ule mtini kana kwamba anaongea na kitu ambacho kinamsikia kinamuelewa. Kwa hiyo imagine wewe ndio uko mwanafunzi pale, unaona mwalimu ana njaa, alafu anaenda kuongea na mtini kana kwamba vile unamsikia. Unaweza ukasema dai la mwalimu njaa zimemchanganya. Yaani unaweza usema hii njaa imefika kichwani. Lakini anajua anachokiongea. Kwa nini? Kwa sababu mtini ulikuwa unasikia. Kwa hiyo tunapata kujifunza kwamba kila alichokiumba Mungu kinasikia. Yaani kitu chochote ambacho kimeumbwa na Mungu kinasikia ndio maana Yesu anasema, yanaweza kainuka mawe yakaimba. Ingawaje mawe yalikuwa azungumzi kama mawe, lakini ana maana kwamba kila kilichoumbwa na Mungu kinasikia. Ndio maana kuna siku alijiuliza, ni nani huyu anaweza hata akaongea na upepo nao ukamtii? Yaani sio kwamba anaongea ni, alisimama usiku ule wakati wa zoruba, akasema na ule upepo, nyamaza. Kaufanyia upepo, kaunyoshia kidole hivi, upepo, nyamaza. Na upepo mwenye nyamaza. Kwa hiyo Anatuonyesha kwamba kila kitu ambacho Mungu amekiumba kinasikia. Sasa kwa sababu sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, inamaanisha sisi wanadamu tuna asili ya uungu ndani yetu. Wanadamu sisi tuna asili ya uungu ndani yetu. Na tukimpokea Kristo tunakuwa ni miungu tukiwa duniani. Maandiko yanasema ndinyi miungu wana wa Aliye juu. Kwao tunafanyika ule hali ya, ya kiungu tunakuwa nayo. Kwa sababu sisi ni miungu ambao tunaishi duniani. Ingawa si kama Mungu aliyeko mbinguni lakini tunaishi tuna, ni miungu ambayo tunaishi kwa sababu tumepata hii neema kupitia Kristo Yesu. Kwa kwa sababu sisi ni miungu tunaweza tukaongea na vitu ambavyo katika mazingira kawaida haviwezekaniki na vikawezekana. Kwa unaweza kaongea na ugonjwa, unaweza kaiambia kansa nisikilize, lisikie neno la Mungu na kansa ikalisikia neno la Mungu. Ezekiel anaongea na mifupa, anasema enyi mifupa mikavu, msikilizeni Bwana na mifupa mikavu inasikia. Kwa hiyo anasema mtauambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini. Mlima ni majaribu mapito. Kumbe unaweza ukakaa ukaongea na mapito. Ukasema, sikiliza sasa wewe tesa na unitesa. Imefika mwisho. Ukaongea nao na likakusikia. Kama vile kama vile ambavyo ambavyo unaweza ukaongea na kitu chochote, basi unaweza ukaongea hata na biashara yako, kaambia wewe biashara nisikilize, nasimama kama nabii wa Bwana. Kuanzia sasa nataka ulete faida. Hasa kwa kupitia namna hiyo kwa sababu tuna asili ya uungu. Kitu tunachokisema kinaumba, basi usijitamkie maneno mabaya, kwa sababu asilimia kubwa ya maneno unayojitamkia yatakuja kukutokea. Na nabii wa kwanza wa maisha yako sio manabii hao mnaowafahamu. Nabii wa kwanza wa maisha yako ni kinywa chako. Sasa hili ni somo lingine refu tu, lakini sasa sikutaka tufike huko, lakini kitu cha kwanza sio, nataka kukionyesha pale, alikuwa anawafundisha wanafunzi wake imani. Lakini sawa, Yesu alikuwa anafundisha wanafunzi imani, ndio auonee mtini kwa hiyo kwamba sawa, anawafundisha imani. Sasa ndio mtini umefanya kosa gani? Umeona, bado tunabaki kwenye question, ule mtini kwa nini ulaaniwe? Sasa, jambo la pili lil uh, jambo la pili pale ambayo tunapata kujifunza ni kwamba Yesu alitaka kuweka mkazo kwamba katika swala la kuzaa matunda alina excuse yoyote, katika swala la kuzaa matunda alina excuse yoyote hakuna sababu yoyote ambayo unaweza ukakosa matunda uka- ukajieleza au ukaenda mbele za Mungu kasema, Mungu, mimi sikufanya mambo mema kwa sababu nilikuwa katika kipindi kigumu, nilikuwa katika kipindi hiki. Yaani hakuna sababu ya kutomzalia Mungu matunda. Maadamu wewe umepandwa kuwa mzabibu mwema, basi unadaiwa matunda tangu ulipompokea Kristo unadaiwa matunda, kwa hakuna excuse katika matunda. Kwa hiyo unatakiwa uzae matunda wakati wowote, Mungu anakudai matunda, matunda. Hilo, kwa hiyo unadaiwa matunda, uweka kabisa kichwani mwako kwamba unatakiwa umzalie Mungu matunda wakati ufahao na wakati usiofaa, lakini pamoja na turudi kwenye swali letu, tunabaki kwenye muktadha wa swali kwamba sawa tunataka tumzalie Mungu matunda, lakini ndo nje ya uwezo sasa. Kumzalia Mungu matunda kuko nje ya yani, ni ndani ya uwezo wako, yani hakuna sababu ya kutozaa matunda Asa, tukirudi so, kwenye kwenye kwenye huo mfano wa mtini pia, jambo la tatu, kwa ule mtini. Jambo la tatu ambalo tunajifunza kwa ule mtini, jambo la tatu ambalo tunajifunza kwenye huo kwenye mtini kwenye huo, kwa hicho kisa ni kwamba, na hapa nitakuhitaji uwe makini kidogo, yaani ongeza umakini kidogo tu, alafu nafikiri utaenda kwenye next level ya kufahamu kitu kimoja kizuri sana, kwa naomba uongeze tu umakini wako kidogo jambo la hmm, tatu ambalo tunaenda kujifunza hapa <coughs> ni kwamba mtini unafananishwa na taifa la Israeli. Mtini unafananishwa na taifa la Israeli. Kwa hiyo anaposema kwa mtini jifunzeni, tunafananisha na taifa la Israeli. Anasema muonapo mtini umechanua, katika Mathayo 24, pale Mathayo 24 pale 32, anasema mtapoona mtini umechanua, mnatambua wakati wa mavuno u karibu. Kwa mtini unafananishwa na taifa la Israeli, wekelwa akilini mwao. Kwa hiyo kipindi ambacho kabla ya Yesu, Israeli walikuwa wanamsubiria Masia. Israel walikuwa wanamsubiri Masihi. Anamsubiri Masi namna gani? Ni Masii, Masi yupi ambaye atakuja ambaye atakuja kutuokoa sisi? Kwa walikuwa wanamsubiri Masi aliyetabiliwa katika gano la kale Injili kubwa ya Agano la Kale au, au mambo makubwa ambayo Agano la Kale inatangaza ni kuja wa Masihi. Kwa walikuwa wanamsubiria Masihi wao, waliamini Masihi atakuja, atawatetea kwenye utawala wa Roman Roman Roman, ufalme wa Roma ulikuwa na nguvu kipindisho duniani, Roman Empire. Kwa walikuwa wanategemea kwamba Yesu atakapokuja wa Masihi atatuokoa. Kwa walikuwa wanamsubiri Masihi muda mwingi, hasa kipindi kile ambacho Yesu anakuja kilikuwa ni kipindi ambacho Wayahudi wengi walijifunza sana kwa habari ya, ya, ya, ya, ya maandiko. Walikuwa walikuwa walikuwepo alimu wa maandiko, walikuwepo Mafarisayo, walikuwepo Masadukayo, zilikuwepo dini ambazo zinafundisha maandiko. Kwa hiyo wakati ule Yesu wanapokuja, tarajio ni kwamba Wayahudi watakuwa watu mstari wa mbele katika kumpokea huyo Masihi. Ndio pale unauona mtini umechanua, kwa sababu mtini unapochanua tunajua ni wakati wa nini? wa mavuno umekaribia. Kwa wakati ule mtini umechanua ndio unaona taifa la Israeli watu watu kwenye kujifunza imani wanajifunza, eh, kuna nyumba nyingi za masinagogi nyumba za kujifunzia sheria kila kila mtaa lazima kuwe na sinagogi, watu wanajifunza sheria yaani. E, eh walimu ni wengi wa sheria. Dini za kujifunza ni nyingi. Umeona? Na zote hizo zinamtazamia zina nani? Masia. Kwa ule mti umepamba hivi, umechanua namna hii. Lakini sasa anapokuja huyo Masia sasa, anapoukaribia ule mti hakuti matunda ndani yake, pamoja na kwamba watu wamejiandaa kwa ujio wa Masia, lakini alipofika hakukuta utayari wao wa kumpokea huyo Masia. Kwa ndiyo anakuta ule mti sasa umechanua, alafu baadaye baadaye hauna matunda yoyote. Kwa sasa, angalia maneno ambayo Yesu anayasema, anasema hivi, kuanzia hivi sasa mtu asichume kitu kwako. Anaongea na mtini, kuanzia hivi sasa mtu asichume kitu kwako. Sasa anaposema mtu asichume kitu kwako, sikiliza, nikuelekeze mpango wa Mungu ulikuwepo ni hivi: wokovu uliandaliwa kwa ajili ya taifa la Israeli kwanza, alafu ukishaandaliwa kwa ajili ya taifa la Israeli, au alafu Mungu awatumia hao wa Israeli ndio kuja kutufikia sisi watu wa mataifa. Sijui kama unanielewa? Watu wasema kama Waisraeli wangemkubali Yesu, inamaanisha sisi tusingekuwa na wokovu hapana. Yaani wokovu ulikuwa ni kwa ajili yao, alafu wao ndo wao wainjilisti wa, wa kutuletea sisi huku. Kwa hiyo ni mataifa yote tunabarikiwa kupitia nani? Kupitia Israeli. Tunamuona Mungu kupitia Israeli. Tunamuona Bwana kupitia Israeli. Na ndivyo ilivyokuwa zamani. Ukitaka kumwona Mungu ulikuwa lazima usafiri mpaka Yerusalemu kwenye hekalu takatifu. Unaenda pale ndio unakutana na Mungu. Manabii wote wakubwa wametokea katika taifa la Israeli. Kwa sisi watu wa mataifa wengi tunabarikiwa kupitia nini? Kupitia Israeli. Yaani, kupitia Israeli tunamuona Mungu wa kweli. Kupitia Israeli ndo tunamuona Masia. Kupitia Israeli tunaona wokovu wa Bwana. Lakini sasa Yesu anauambia ule mtini ambao ndio tunafanisha na taifa la Israeli, kwamba kuanzia hivi sasa mtu asichume kitu kwako kuanzia hivi sasa mtu asichume kitu kwakwe, namaanisha kuanzia hivi sasa watu hawatajipatia tena zile baraka za kiungu kupitia wewe. Sijui unanielewa? Ndio Paulo pale kwenye kitabu kama sikosei cha Warumi anaongelea kwa habari ya mzabibu na mzabibu mwitu, kwamba ikiwa Mungu aliweza kukata mzabibu mzabibu mzabibu ule mzuri ambao ulibadilika na kupanda mzabibu mwitu kuwa mzabibu mwema Umeona? Sasa tuna, tuna, tunalifaa katika katika haya maneno. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa asichume mtu kwa kitu kwa hapo. Sasa baada ya yale maneno ya Yesu, baada ya yale maneno ya Yesu, kuanzia wakati ule taifa la Israeli hakukuwa na ile baraka ya kiungo ambayo tunaenda tukaipata Israeli, ile baraka ya kiungo ambayo kama ambao tulikuwa tunapata wengine ambapo mataifa yalikuwa yanajipatia baraka za kiungo kama tunaona yule towashi anatoka huku Afrika anaenda kusafiri, umenielewa, anaenda kumuona Mungu. Wale malkia wa Sheba wanaenda kumuona Mungu wa Sulemani, unaona, walikuwa uloona, wanaenda uloona, Yerusalemu. Lakini anaposema kuanzia hivi sasa, inaleta zile baraka ambazo watu walikuwa wanaenda kujipatia kwao, hawatazipata. Alafu kesho asubuhi, wa wanafunzi wakashuhudia mtini umenyauka toka shinani. Kwa mwaka wa sabini tunaona taifa la Israeli likaanza kunyauka, hekalu likabomolewa na ufalme wa Roma. Alafu baada ya pale mwaka wa mia moja na mia, mia moja ishirini na tatu kama sikosei, au mia tatu ishirini na ngapi hapo, na fikiri nitakuwekea hapo kwenye screen ikae vizuri. Tunaona mwaka huo pale akatokea mtu masiwa uongo Simon Balcoba akawalagai wengi, wakaenda kupambana na Roma, na Roma wakawapiga, wakawafuta kabisa taifa la Israeli kwenye ramani ya dunia, wakawahamisha kutoka Yerusalemu, wakawapeleka kwenye mataifa, na huko wakawa watumwa na wakimbizi wakawa ni aibu kwa mtu kujitambulisha kwamba yeye ni Myahudi, ilikuwa ni jambo la aibu, lakini pia lilikuwa ni jambo ambalo linamfanya lina, lina, lina mtu awe chini. Kwa hiyo jamii ya Kiyahudi na Waisraeli walikuwa ni jamii ya chini, jamii ya wakimbizi wasio na haki, wasio na kwao, wakawa wanaishi maisha ya kuuawa na kunyanyaswa na kutumikishwa tangu mwaka ule wa 100 na ngapi, huwa karne ya kwanza au ya pili mpaka miaka hivi karibuni. Kwa hiyo unaona Wayahudi wote, kwa hiyo baraka za Mungu tena zikawa upande wa mataifa, ambapo sisi sasa, watu wa mataifa ambao tulikuwa tumempokea Kristo, ndio inabidi sasa tuungane kuwaombea, kumwomba Mungu awakumbuke Israeli, kwa sababu tumeamuliwa sisi tuiombe Israeli, tumuombe, tumuombe taifa la Israeli. Kwa hiyo tunaisimamisha Israeli, tunaisimamisha katika maombi, lakini kwenda kujipatia ile baraka ya kimungu kama ambavyo tulikuwa tunajipatia zamani, ilikuwa kuwapata, ilikuwa yale matunda ambayo watu wapo wanaenda kuyapata Israeli, yalikuwa yashaondolewa tena, kwa matunda ambayo tunaipata sisi kupiteza ni kuibariki, maana tumeambiwa kubariki. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kubariki na kuwaombea, hiyo ndio kazi yetu. Lakini ile baraka ya wokovu tayari Israeli ikawa imeondolewa, kwa sababu tayari hawakuwa na matunda, walimkataa nani? Kristo. Kwa miaka yote hiyo Israeli ikawa ni, ni ule mtini ulionyauka, miaka yote umenyauka. Na utakumbuka, utakumbuka, kama baada ya kifo cha Yohana Mbatizaji, Yesu Yesu a, a, a, a, aliongea na mji wa Yerusalemu, anasema e, Yerusalemu, Yerusalemu, Yerusalemu, wao wae manabii kwa kuwapiga mawe, alafu anasema ni mara ngapi nimekukusanya kama vile kuku akusanyavyo vifaranga katika mbawa, lakini hukutaka. Umeona, alafu anauambia Yerusalemu, kwa maana hukujua majira ya kujiriwa kwako anaongea ana, ana, ana na mji wa Yerusalemu umeona, kwamba kuanzia hivi sasa kisipatikane kitu kwako. Umeona na tunaona ile siku ya mwisho alipokuwa anaingia Yerusalemu, alipoona mji aliulilia. Na baada ya hapo Yerusalemu ikawa magofu, mwaka wa 500 na ngapi, ile karne ya 4 mwaka wa 500 na, na ngapi, kuna mtu ametoka Roma ameenda Yerusalemu akaandika barua akiwa analia, anasema Yerusalemu inakaliwa na wageni. Wayahudi walioko Yerusalemu hawazidi elfu mbili yani mji umebaki ukiwa. Akawa anaiombea Yerusalemu kwamba, Mungu, kama umeturuhusu tuone Yerusalemu ikiwa kwenye uharibifu, basi tunaomba turuhusu tuone Yerusalemu ikiwa rudishwa tena. Umeona, lakini kiukweli Yerusalemu haikuwahi kusimama tena mpaka mwaka wa 1948 na mwaka wa 1948 Israeli ndio inapata uhuru wake tangu hiyo miaka ya Roman Empire inakuja kupata mwaka elfu moja, mia tisa na arobaini na nane na hao walipata huru baada ya kuwawa Wayahudi wengi sana, zaidi ya Wayahudi milioni mbili waliwawa na Adolf Hitler, zaidi ya Wayahudi milioni mbili katika vita ya pili ya dunia. Kwa baada ya pale wakaanza kujipatia nini, wakapata uhuru wao, mmoja wa mataifa wakaitambua sasa rasmi Israel, ni taifa kama ni taifa linalojitegemea, ni ni taifa. sasa Yesu anasema muonapo mtini kwa mtini jifunzeni, mwanapo mtini umechanua mwajua kwamba wakati wa mavuno u karibu. Kwa mtini umechanua lini? Tangu ulipopata huru mwaka 48. Kwa tangu ule mwaka 48 ambapo mtini ndo umechanua, basi tunajua kwamba mwisho wa dunia ni karibu. Yani kuanzia hivi sasa tunavyoongea, tangia mwaka 1948 mpaka hivi sasa hivi tunavyoongea sasa hivi dunia iko kipindi cha mwisho kabisa, kwa sababu unabii unasema mwonapo mtini umechanua. Mtini ni pamoja na taifa la Israeli na dalili zote za Kristo na pamoja na taifa la Israeli. Kwa hiyo taifa la Israeli tunaliangalia, taifa la kinabii tunaliangalia kwa jicho la kinabii, kila kinachoendelea, maandiko yanatimizwa vipi? Maandiko yanatimizwa vipi? Kwa hiyo niseme kwamba tangu wakati huo mpaka sasa tupo katika kipindi cha mwisho kabisa cha dunia kwa. Kama ulikuwa unacheza na wokovu ndugu yangu, ni kwambie tu tumpendwa, wakati uliopita, wakati uliopita kama Petro, anavyosema umetosha sana kuitumikia dunia. Yaani, kama wakati uliopita umeitumikia dunia, basi umekutosha sana. Huu ni wakati wa kugeuzwa wa kuingia katika neema ya Mungu kikweli kweli, kwa miguu yote aiyo. Wakati wa kugeuka na kumrudia Yesu wa msalaba ni wakati ambapo dunia, tupo katika kipindi cha hatari cha hatari cha hatari sana, na jambo moja ambalo tunalisubiri ni kwambie tu mpendo, jambo moja ambalo tunalisubiri, ambayo Yesu anatakiwa arudi, na jambo hilo ni moja kubwa ambalo tunalisubiria ni injili kuenea ulimwenguni kote. Anasema na dunia, injili itakapohubiriwa duniani kote injili itakapohubiriwa duniani kote ndipo ule mwisho utakapofika. Imagine, kwa hiyo Mungu anaangalia kiwango cha injili iliyohubiriwa, anaipima, naona bado injili haijahubiriwa vya kutosha, bado injili haijahubiriwa. Mungu atakaposema sasa injili imehubiriwa kiasi cha kutosha, basi Yesu anarudi sasa. Imagine sasa hivi jinsi injili inavyohubiriwa, injili inahubiriwa ndugu yangu. Hizi wewe umeshika simu hapo umepishana na mahubiri mangapi ya watu watakatifu wa Mungu? Watumishi wangapi ambao umepishana nao tangu umeshika simu hivyo wanahubiri injili? Kwa injili inahubiriwa sasa hivi kwa vifaa mbalimbali kwa teknoloji mbalimbali na zinafika mbali. Imagine hizi video zetu sisi zinafika Marekani, zinafika zinafika huko South Africa, zinafika Madagascar, zinafika tunapokea simu sehemu mbalimbali za ulimwengu, zinafika Kongo ndani ndani ambapo sehemu nyingine mimi hata sijaifika na wala sometimes hata kwa akili ya kibinadamu sikuwa itegemea kabisa nitafika, lakini hizi video zinafika, injili inafika huko umao. Kwa injili inahubiriwa sana kwa Yesu anarudi wakati wowote. Nikusikitikia sana mtu wa Mungu ambaye bado hujiandae, bado hushtuki. Unaona kama una muda tu wa kutosha sana kufanya mambo ya dunia, nataka na nikwambie, huna muda wa kutosha ni wakati wa kujitengeneza, na ninaliita kanisa lirudi katika matengenezo. Ni kipindi cha mwisho kabisa kabisa kabisa cha ulimwengu, na nikuombe kuombe. Ni kwa kufika hapa, sasa nitakuwa ninafikia mwisho wa kipindi hiki hapa, ila naomba endelea kukaa kwenye channel kwa ajili ya masomo mengine. Tunao vipindi vingi sana vitakavyo kujenga mahali hapa, ila niongee na wewe ambaye hujaokoka au wewe ambaye umeokoka lakini unarudi nyuma. Simama katika neema ya Mungu. Kama unatamani kumpa Yesu maisha yako, fuatana na mimi maombi haya, fuatana na mimi maombi haya, alafu utakuwa umeshampokea Yesu. Ila tuamini moyoni mwako, amini moyoni mwako, alafu uweke ile nia ya kugeuka na kuacha dhambi zako. Mungu anakwenda kuwa msaada kwako. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako, asante kwa sababu umeniona. Ninaomba sasa unisamee dhambi zangu zote, ni rehemu kwa damu yako ya msalaba. Dhambi zangu zijapokuwa nyekundu kama bendera, Bwana ninaomba uzisafishe, tena niwe msafi kama theluji. Nitakase Bwana, ninataka niirudie kweli, ninataka nisimame. Nipe neema na nguvu za Roho Mtakatifu kushinda ulimwengu, kuishinda dhambi na kuisimamia imani katika jina la Yesu. Amen. Na wewe ambaye unahitaji maombi, namba zetu ni hizo hapo. Unaweza ukatupigia, ukatushirikisha changamoto yako, tukaomba pamoja na Mungu atafanya. Na wewe ambaye unahitaji kusapoti kipindi hiki kwa sadaka yako, kwa namna yoyote ambayo Mungu amekujalia, basi namba zetu ni hizo hapo. Tunahitaji sapoti yako, tunahitaji sadaka yako iendelee kutusapoti katika kuandaa vipindi hivi. Lakini usiache kutuombea. Jina langu linaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Endelea kuwa pamoja nasi na Mungu atakubariki.